Sitakiwi kutoa siri, lakini natakiwa kuheshimu utu wa mtu, dignity and respect. Lakini sio hivyo tu, kuna mazingira au sheria ambayo inaweza ikatufanya sisi labda tuvunje usiri, zipo na zimeandikwa, ili nivunje mimi usiri labda kuna ugomvi au kuna kesi baina ya watu wawili imeniletea labda, ninaona hii kesi, hawa wawili wanaenda kuuana, naenda kusababisha kifo, ipo sheria ambayo inaniruhusu mimi niweze kuvunja nini, ule usiri ili kuweza kuwasaidia kwamba huyu asimdhuru huyu. Lakini ipo sheria ambayo inaniruhusu mimi kuvunja ule usiri ikiwa kama changamoto au tatizo ambalo umeniletea linaashiria uhasi, linaashiria labda uhaini au linaashiria hatari, <tipa> kuna sheria zinaniruhusu sasa mimi nitoe sasa hizo siri ambazo mteja wangu ameniambia, lakini sitaruhusiwa kutoa siri juu ya masuala yenu ya faragha ya ndani kwa sababu ninalindwa sitakiwi kutoa siri, lakini natakiwa kuheshimu utu wa mtu, dignity and respect. Lakini sio hivyo tu, natakiwa nisimame katika upande wa haki. Hivyo ni vitu ambavyo vinamlinda afisa ustawi wa jamii principles, na ndio maana nawaambia wababa, msiogope kuja ofisi ya ustawi wa jamii. Tupo kwa ajili ya kutatua matatizo sisi tunatatua matatizo katika hizo levu tuliyoambia, ili sasa tuwaruhusu wenzetu ambao wanaitwa maendeleo ya jamii ili waweze kuleta maendeleo. Taifa lolote sehemu yoyote hata hii kata nzima ya Daudi, hata wananchi wa Moringa, haiwezi ikaendelea kama kuna migogoro. Na ndio maana ustawi wa jamii tupo kwa ajili ya kusovu na kutatua hiyo migogoro yote ambayo mnaiona, ili sasa maendeleo yaweze kuja, maana kukiwa kuna migogoro sehemu yoyote, hatuwezi kuwa na maendeleo, lazima yawepo. Yapo makundi makubwa matano katika ustawi wa jamii. Kwa kumalizia, ili muweze kuelewa nini ambacho tunafanya nacho, yapo makundi makubwa. Kuna wazee ambao sasa tunawashughulikia, tunawasaidia katika mambo mbalimbali. Lipo baraza la wazee ambao lenyewe lipo kwa ajili ya kuwasemea hao wazee matatizo yao, lipo tunalo. Lakini tunayo maadhimisho yao ya wazee, yapo hapo Oktoba, maadhimisho ya wazee kukaa nao kufurahi nao. Hilo ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili ambao sisi tunaishughulikia, watoto watoto ni kundi ambalo limekuwa likipitia madhira mengi, ukatili wa kijinsia sana. Tumeshuhudia watoto wakibakwa, tumeshuhudia watoto wakilawitiwa. Na mtoto ambaye namzungumzia hapa ni yule aliyo chini ya miaka kumi na nane, yaani ukiona yuko chini ya miaka kumi na nane, huyo ni mtoto. Sasa kuna vitendo vya ajabu, hawa watoto wamekuwa wakifanyiwa nyanyasaji wa kingono wa kimwili ameazungumzia hapa afisa maendeleo aliyetoka kazungumzia aina mbalimbali za ukatili. Ofisi yetu sisi tunawasaidia, labda kama mama hapa amekuja, baba wewe utunze familia, baba wewe hautoi, hau, hau matunzo kwenye familia, labda chakula na vile basic needs zote hautoi, sisi wakifika pale, mama amekuja kwanza tunamshauri vizuri, tunamuita baba, tunaongea naye, lengo ni kumwelimisha namna bora, kwa sababu katika sheria yetu ilivyofanyiwa marekebisho, kama mama akija kulalamika yeye ametelekezwa, unaweza ukafungwa miaka mitano, faini ya, ya milioni tano au vyote kwa pamoja. Sasa ya nini tuweze kufika huko, mama anakulalamikia kwamba mimi nimetelekezwa mume anisaidii kwa chochote hamna chakula ndani hamna nini lakini yeye kazi yake ni pombe yeye ni kunywa tu sasa pengine watu hawalijui hili hilo ni kundi la tatu kwa wanawake lakini tunao eh, makundi maalum eh, walemavu E, sasa kuna mengine unakuta kwenye makundi maalum yapo humo ndani, utakuta so, kuna wanaume, kuna yatima e, kuna wajane wote, e, tunashughulikia tu. Tuna humo pengine kuna watu e, wanahisi kwamba ustawi wa jamii wenyewe wanadili na ndoa tu peke yake, ndoa tu. Hapana, tumekasimiwa sisi kuwashauri yaani, kuwashauri wewe, unaweza ukaja na tatizo lako pale, umekuja na tatizo lako, unapitia madhira, unapitia shida fulani. Sisi ni washauri wenu, kwamba bana, je, hapa nifanyeje? Kisheria hili tatizo mimi nalitibu vipi? Kwa hiyo sisi hapa ni washauri wenu, wakiweza kuwasaidia. Umeokota mtoto hata chooni kuna utaratibu kwa kuufuata. Zipo sheria za huduma ya malezi ya kambo. Pengine zipo familia ambazo hazikubarikiwa kuwa na mtoto, lakini mpaka leo hii wanatamani kweli kweli kuwa na mtoto. Je, kiserikali huo utaratibu ukoje? Ndio ofisi yetu inayoshughulikia.